Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na juhudi za kuzuia vitendo vya kihalifu, lakini kazi hii inafanyika kwa kuushirikisha umma katika kuhakikisha usalama unaimarika katika jiji la Dar es Salaam. Lakini katika kazi hii wadau wengine mbalimbali wa kisheria, mamlaka mbalimbali mbali za kisheria pia wanashirikishwa na kuhakikisha kwamba watuhumiwa wanaokamatwa katika maeneo mbalimbali wanashughulikiwa vikali, lakini kwa mujibu wa sheria tangu mwaka ishirini na tatu mpaka mwaka huu 2025, mwezi huu Mei, watuhumiwa kadhaa mbalimbali walifikishwa kwenye mahakama zetu za kisheria zilizopo katika jiji la Dar es Salaam, na tumefuatilia kwa karibu sana watuhumiwa wale, na napenda kuwaarifu miongoni mwa makosa yaliyokuwa ni kero katika jiji la Dar es Salaam yakiwemo makosa ya kubaka, makosa ya kulawiti na unyang'anyi wa kutumia silaha ikiwemo visu pamoja na nondo. Baadhi ya watuhumiwa ambao tumewafikisha kwenye mahakama mbalimbali zilizopo jijini Dar es Salaam wamepatikana na hatia, wapo waliopatikana na hatia za vifungo vya maisha jela, lakini pia wapo waliopatikana na hatia ya vifungo vya miaka 60 na wengine wamepatikana na hatia ya vifungo vya miaka 30 hmm, jela. Kwa mfano yupo mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Salumu Muhamed ambaye alifanya tukio la kubaka maeneo ya Mbagala Temeke mwaka 2023. Alifikishwa kwenye mahakama ya wilaya Temeke na tarehe kumi mwezi wa tatu mwaka huu wa 2025 alipatikana na hatia na kufungwa kifungo cha maisha jela. Wapo watuhumiwa wengine nimewaorodhesha hapa, waliofanya matukio kwa mfano Tandale kinafadhili Frederick, matukio ya kubaka nao wamepatikana na hatia kwenye mahakama ya wilaya ya Kinondoni na kufungwa pia kifungo cha maisha. Ukiacha matukio ya kubaka, pia kulitokea matukio ya kulawiti katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, na baada ya kufuatilia kwa maana ya kufanya upelelezi watuhumiwa kadhaa walikamatwa na wenyewe wakapelekwa kwenye mahakama za kisheria hapa jijini Dar es Salaam. Mfano wa matukio ya kulawiti ya watuhumiwa waliokamatwa ni pamoja na mtuhumiwa aliyefahamika kwa jina la Baraka Modestus ambaye alituhumiwa kufanya tukio la kulawiti huko maeneo ya Madale, Msigani, Ubungo mwaka 2024 baada ya kufikishwa kwenye mahakama ya wilaya ya Kinondoni tarehe 12 mwezi wa tatu mwaka huu wa 2025 alipatikana na hatia ya kufungwa kifungo cha maisha jela. Kwa hiyo ipo orodha ya watuhumiwa pia wa kulawiti, matukio mabaya ya kikatili, ambao mahakama zetu kwa kushirikiana na wananchi waliotoa ushahidi pia wamepatikana na hatia wengine kufungwa maisha na wengine kufungwa miaka 30 jela ndugu waandishi wa habari, ukiachana na makosa ya kijinai ambayo yamefanyika yakiwemo haya ya kubaka na kulawiti, kuna maeneo kadhaa yalifanyika matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha lakini nguvu kwa maana kufanya unyang'anyi wakitumia visu, wakati mwingine nondo na wenyewe pia. Kwa orodha ambayo nimeiweka hapa, kwa mfano Ali Bakari Tengetenga aliwahi kufanya tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha maeneo ya Mbweni kijijini mwaka 2024 na tarehe 24, 24 mwezi wa tatu huyu alihukumiwa kifungo cha miaka 60 jela na mahakama ya wilaya ya Kinondoni. Ndugu waandishi wa habari, tumekuwa na tatizo la matukio ya ajali za usalama barabarani. Baadhi ya watumiaji na waendeshaji wa vyombo vya moto, mara kadhaa wamekuwa wakikiuka sheria za usalama barabarani na kusababisha ajali, kusababisha majeraha kwa wananchi ambao wanavuka barabara hizo na wakati mwingine kusababisha hata vifo. Miongoni mwa matukio mabaya ambayo yamekuwa yakitokea na tumefanya ufuatiliaji mkali, kati ya mwezi Aprili na mwezi Mei mwaka huu, ni watu kuingia na kuanza kutumia barabara za mwendo kasi kinyume na sheria na taratibu za barabara hizo. Jeshi la Polisi pamoja na kufuatilia na kudhibiti matukio ya watu kutumia barabara za mwendo kasi. Mwezi huu wa Mei kutoka Aprili Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam ilifanikiwa kudhibiti makosa hatarishi ya madereva mbalimbali mbali katika maeneo tofauti tofauti ya kwa maana ya Temeke, Ilala na Kinondoni lakini pia kuwadhibiti madereva walevi pamoja na wale wanaotumia barabara za mwendokasi. Kwa mfano mwezi Aprili mpaka Mei, jumla ya madereva wa magari na pikipiki za magurudumu matatu, yaani bajaji, walikamatwa kwa kutumia barabara waliokamatwa kwa kutumia barabara za mwendo kasi pamoja na kukiuka sheria za barabarani, jumla ya madereva 289 walikamatwa: pikipiki bodaboda 61, bajaji 65, magari ya serikali 35 na magari binafsi 123. Hiyo ni idadi ya magari ambayo yalikamatwa kwa kupita kwenye barabara za mwendokasi kinyume na sheria. Madereva hawa walichukuliwa hatua kali mbalimbali za kisheria, na miongoni mwao 41 walionywa vikali. Aidha, tunapenda kuwajulisha wananchi kuwa chini ya kifungu cha 45 na kifungu cha 46 A, vyote vifungu hivi vya sheria ya usalama barabarani sura ya 168 ambayo imerekebishwa mwaka elfu mbili na mbili, vifungu hivi vinakataza dereva kutumia kilevi na kuendesha chombo cha moto na katika mazingira hayo madereva 19 kwenye hii miezi miwili ambayo nimeitaja walevi walikamatwa, kwa maana magari madogo unaruhusiwa kunywa lakini usizidishe miligrams 0.8. Kwa hiyo tulifanya ufuatiliaji wa dharura na kufanikiwa kukamata madereva walevi wilaya ya Kinondoni kumi na nane na Ilala moja.